Habari unayotazama kupitia Fay TV, hii ni Fay Sports. Tuko hapa kudiscuss na kuzungumza mawili matatu yanayohusiana na mchezo mzima wa mpira wa miguu. Tunafahamu kwamba leo ilikuwa ni ile siku ya dabi ya watani wa jadi kati ya Young African wakiwa wenyeji wakikaribisha Simba Sports Club kunako uwanja wa Mkapa Lupaso hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huo ni rasmi sasa umeahirishwa na bodi ya ligi kupitia yale malalamiko ambayo yalitolewa na wekundu wa Msimbazi, Simba, tunafahamu kwamba kikanuni, Simba Sports Club walipaswa kutumia uwanja wa Mkapa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, walau mara moja kama ambavyo kanuni imekuwa ikiainisha. Sasa jana usiku, kama ilivyo ada, Simba Sports Club walifika katika uwanja wa Mkapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza ku kutimiza uh, hilo takwa la kikanuni kuweza kutumia uwanja huo wa muda ambao kesho yake mchezo huo utapangwa, yani leo mchezo ulipangwa kuchezwa saa moja na robo, hivyo saa kumi na mbili tu saa moja kwa soro, simba moja kasoro simba wakawa wamefika pale uwanja wa Mkapa, na baada ya hapo wanasema walikutana na ukinzani mkubwa kuhusiana na kuingia uwanjani, hivyo hawakuweza kufanikiwa kufanya mazoezi na baadaye wakatoa taarifa kwa umma kuhusiana na andiko lao ambalo waliandika kwamba mchezo wao dhidi ya watani zao Yanga African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 kipengele cha 45 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Maone? Lakini barua Simba inaendelea kue, kueleza kwamba katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabansa wa klabu ya Young Africans walivamia msafara wa simba, wa simba, huku wakiendelea na vurugu na wakizuia wa msa, wa msafara wa simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za simba kupata ufumbuzi wa, wa a, changamoto hiyo yaliendelea ya yakuzaa ya, ya matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya simba kuondoka eneo nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama, ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu mchezo huo, Simba haitoshiriki mchezo wa husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa hatua stahiki za wahusika wote kwa sakata hili. Hii imetolewa na, na management ya uongozi wa club ya Simba. Sasa hii ni habari ambayo ilishika vichwa vingi vya habari na watu wakaanza kupata taharuki kuhusiana na hili ambalo limekuwa likiendelea, lakini baadaye Young African wakaja na barua yao. Nao Young African wakaja wakaandika, uongozi wa klabu ya Young African Club uh, wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa Mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano dhidi ya Simba saa moja na robo usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africa wanakaendelea kuandika kwa kusema kwamba Young African uh, Sports Club kama wenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young African unapeleka timu uwanjani Benjamin Mkapa kama ambavyo imeelezwa kwenye kanuni, au hakuta, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Young Africans, wengine waliosafiri wa, wa kutoka mikoani, nchi jirani, sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Umetolewa na Andre Mtine, Young Africans Sports Club. Huyu ni mtendaji mkuu wa Yanga ndo ametoa taarifa hii. Sasa, baada ya hapo kukaa, kuna sintofahamu mengi yakiongelewa, wengine wakisema kwamba Simba wako sahihi, lakini wengine wakisema kwamba kanuni imevunjwa, pengine Yanga Afrika wamevunja kanuni, lakini kuna adhabu ambazo zinatolewa na, na, na, na, na bodi husika kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutolewa. Lakini mchezo utafanyika kama kawaida na Yanga Afrika kama ambavyo wamesema wataleta timu uwanjani, hivyo kukuwa kuna ukinzani wa huku na huku, ah, wakisema hivi na wengine wakisema hivi. Sasa baadaye kulikuwa kuna taarifa ambayo ikawa inaendelea kueleza kwamba bodi ya ligi pamoja na kamati ya masaa sabini na mbili imekutana kwa ajili ya kikao cha dharura ili kuweza kutoa ufafanuzi kuhusiana na mchezo huu ambao ulipangwa kufanyika uh, hii leo na baadaye ukawa umeahirishwa. Sasa bodi ya ligi na wenyewe wakaja na taarifa yao. Hii ndio ambayo imezua taharuki kwa sababu watu walikuwa wameshaanza kuingia uwanjani. Vipi kuhusiana na zile kadi ambazo tayari zimeshachanjwa. Sababu, ku, unajua watu wengekuwa hawajaingia uwanjani tutasema mchezo utapangiwa tarehe nyingine na watu watatumia tiketi zao hizo hizo kuingia, kuingilia uwanjani, lakini sasa kuna watu ambao tayari walikuwa wameshachanja kadi zao pale na wameingia uwanjani. Hii hasara inakuwa ni ya nani? Ligi kuu wenyewe waliandika hivi katika barua yao, ni kusomea hapa. Ligi kuu wameandika mjumuisho wa mambo mengi lakini ambayo tume ni kusomea kwa kwa kwa ajili ya kuweza kuelewa kile ambacho kimeandikwa ni kwamba ligi kuu ama taarifa kwa vyombo vya habari, ambapo bodi ya ligi sasa wametoa taarifa. Tanzania Premier League Board ndio wametoa taarifa kuelekea mchezo nambari 184 wa ligi kuu NBC Young African versus Simba Sports Club uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa moja na dakika 15. Sasa katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandika barua bodi ya ligi kueleza kuhusiana na tukio tajwa hapo juu huku pia ikieleza nia ya yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kufanya haki yao ya kikanuni kama ambavyo imeainishwa kwenye kanuni nambari 17 kipengele cha 5 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka, ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa ikiwemo kusitishwa wakuitishwa kwa kikao cha cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi. Unaona? Lakini uh, baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo, vyanzo vingine, kamati ilibaini kwamba klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yao iliyoainishwa kwenye kanuni namba 17 a uh, ligi kuu haikuwasiliana na afisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusiana na yawao ya yawa kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike sawa. Eh, taarifa inaendelea, na wakaandika kwamba katika taarifa hizo kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuizuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya kumi na saba ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za michezo. Bodi ya ligi wameendelea kuandika na kusema hivi kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambao Uh, imeainisha ime matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya tukio, baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na uamuzi wa ligi limeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34.1.1.3 klabu ya ligi kuu kuhusiana na kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi kupata taarifa zaidi zinazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hili ili kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania, TPLB, Machi 8, 2025. Na nadhani tumeona barua zote nimekusomea hapa ili kwa wewe ambaye ni mgeni wa tukio hili, na pengine ufahamu ni kwa nini mchezo umeahirishwa siku ya leo kati ya Young Africans wakiwa wenyeji dhidi ya Simba Sports Club. Sasa hebu tuangalie kidogo. Pengine hili la kuahirishwa mchezo linaweza likawa sio issue sana, kwa sababu si mara ya kwanza inatokea hivi, na tunajua uh, taratibu za kuahirisha mchezo ni labda kuna maafa au labda mvua kubwa, lakini hii ya leo sababu zake nimekusomea hapa. Hebu tuangalie huu ni mchezo mkubwa um, wanazuoni wanasema huu ni mchezo nambari nne barani Afrika. Yani ni ukizungumzia zile top 5 dabis hapa Afrika, huwezi kuacha kutaja mchezo dhidi ya Simba na Yanga ambayo inatoka hapa Tanzania. Ligi yetu iko namba nne kwenye ubora wa viwango wa ligi zote barani Afrika. Hivyo kwa hili ambalo linaendelea, ni kama kutia doa mpira wetu na kuweza kufifisha jitihada uh, kubwa zinazofanya na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao amekuwa kila siku akihamasisha kusana michezo lakini anafika mbali na kununua mpaka goli la mama kunako michuano ya kimataifa lakini pia Rais wa TFF Wallace Karia vile ambavyo anapambana na tumeona mpaka ligi imepanda viwango vikubwa kabisa barani Afrika. Lakini vipi kuhusiana na um Mtanzania wa kawaida ambaye ametoa shilingi yake elfu tano, elfu kumi, elfu thelathini kwenda kutizama mchezo huyu anasaidiwa vipi? Huyu tuseme pesa yake ndo imeenda na maji? Kwa sababu kwenye taarifa ya Yanga wenyewe wanasema hawatautambua mchezo wowote ule ambao utapangwa tarehe tofauti na ya leo. Huyu vipi? Unamwangalia vipi huyu Mtanzania ambaye amesafiri kilomita kibao kutoka Mwanza, Arusha, Morogoro, nchi jirani duniani kote, watu wametoka nchi za mbali kuja kuangalia dabi ya Simba na Yanga. Tunafahamu kwamba mataifa kadhaa yalikuwa leo uwanjani pale kuweza kushuhudia hii mechi. Hivi vilabu pia vina wachezaji. Yanga wana wachezaji kutoka Kenya, wana wachezaji kutoka Ivory Coast, wana wachezaji kutoka Zambia, wana wachezaji kutoka mataifa mbalimbali. Simba vivyo hivyo, wana wachezaji kutoka Ivory Coast, wana wachezaji kutoka Kameruni, wakina Ateba, wana wachezaji kutoka Zambia, wana wachezaji kutoka Kongo wachezaji wengi kwelikweli, kina Elie Mpanzu. Uh, vipi kuhusiana na hawa ambao wamesafiri kwa ajili ya kuweza kuangalia hii, hii, hii dabi? Nazungumzia hivi kwa sababu gani? Kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wameshaingia uwanjani, hivyo zile kadi zao zilikuwa zimesha chanjwa, yani zile kadi zilikuwa zimeshapitishwa kwenye ile mashine na zilikuwa verified wao kuingia uwanjani, ina maana hakuna salio lolote kwenye zile kadi vipi na wao ambao walikuwa uwanjani? Na baada ya taarifa ya bodi ya ligi, tuko tunaona videos zikisambaa wakiwa wanatolewa uwanjani, wao wanaangaliwa vipi? Mamlaka itawabeba vipi? Au mchezo wa Simba na Yanga unaokuja utakuwa ni bure, kwa maana ya kwamba yoyote anaweza kuingia, kama Yanga wakikubali kucheza na Simba wakikubali kucheza? Mimi nawe tujiulize hapo kwenye uwanja wa comment. Naitwa Snad Junior, usiache kulike share pamoja na kusubscribe.